Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, ninakushukuru sana wewe ambaye unatia komenti hapo za kunitia moyo, na wewe unayeuliza maswali unanifanya na mimi niendelee mbele kukutengenezea mambo ma, ma, kutengenezea masomo mbalimbali mbali kupitia wewe. Na wewe unayenitia moyo endelea, na Mungu akubariki. Na wewe unayenivunja moyo na Mungu akubariki, kwa sababu tumeitwa, tumeitwa katika utumishi. Kwa hiyo unawezekana kuna wengine watakuvunja moyo, wengine kutia moyo, lakini kikubwa e, tuweze kusonga mbele. Na leo hii, mtumishi wa Mungu, nataka leo sitakuwa na mahubiri sana kama ulivyoona kichwa hapo nje, sitakuwa na mahubiri mengi leo hii. Ndugu zangu ambaye mnanisikia nataka niwapatie ushuhuda, na ushuhuda huu ni ushuhuda ambao ninaamini utakubadilisha uta wewe, na kama ulikuwa na malengo mabaya ya kujiunga na vyama vya kichawi iwe ni waganga iwe ni Freemason, leo ushuhuda huu kwa sababu Mungu amenipa kibali cha kuuachilia kwako. Sijajua ni, ni, ni kwa nini Mungu ameniruhusu niuachie, kwa sababu nilikuwa nimeuminya kwa muda mrefu. Eh, pana miezi kama mitatu imeshaisha, ushuhuda nao nimeutunza, ila nimekuta Mungu ananisukuma, kwa nini, kwa nini, kwa nini usiuachie? Yamkini Mungu anataka kusema na mtu mmoja tu kwenye mtandao wa kijamii. Mungu akubariki, nataka nikwambie. Ah, siku moja eh, nililala usingizi nikaota ndoto, na kama mnavyofahamu ndoto ni maisha halisi kabisa kwa mwanadamu kwa sababu tunaona kabisa Farao aliwahi yota ndoto kwamba kuna miaka ya saba ya njaa inakuja na miaka ya shibe inakuja, lakini hakujua kwamba kuna mwaka wa njaa alafu na mwaka wa shibe. Ashukuriwe Mungu alikopo Yusufu, akamwambia Farao, Mungu amekuonyesha hiyo ndoto, kwa sababu amekwambia huu ni mwaka wa shibe, lakini unakuja miaka saba ya njaa. Na ni kweli, Farao alipotii ile ndoto kwa Yusufu alifanikiwa, nchi nzima iliingia njaa na tukiangalia wakina Danieli kina Nebukadreza waliota ndoto kwamba kuna sanamu kubwa limekaa mbele yao. Ashukuriwe Mungu aliyeweka hekima ya kutafsiri ndoto kwa Danieli. Danieli akaenda kwa mfalme akamwambia, hapana mfalme, usiue wachawi, hata kama umeshindwa kutafsiri ndoto, mimi nitakuonyesha hiyo ndoto, sio kwa sababu naweza sana, bali ni Mungu anataka kujulisha tafsiri yake na, kwa hiyo nataka nikwambie, hata Yusufu ajaribu kukuleta ili uelewe. Hata Yusufu na yeye alipokuta amemposa Mariam mama yake Yesu Kristo, eh, alipoona mke wake amemposa Mariam, na alipomposa akakuta na baadaye ana ujauzito. Yusufu alikuwa ni mtu wa hekima, alitaka kumkimbia Mariam. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Mathayo, E, malaika akamtokea katika ndoto akamwambia, usihofu Mariamu kumchukua mkeo, kwa maana mimba hiyo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alisema naye katika ndoto. Kwa hiyo nataka nikupatie ushuhuda huu. Siku moja na mimi nilikuwa nimelala, Mungu alinionyesha nimekaa kwenye chumba fulani. Hicho chumba kilikuwa kina watu wengi, alafu siwafahamu sura zao. Niliyokuwa namfahamu ni mtu mmoja tu ambaye ni mke wangu peke yake ambayo tuko naye. Nikaanza kuuliza swali, nimefikaje hapa? Namuuliza mke wangu tumefikaje hapa? hana majibu, na mimi sina majibu. Naangalia wale watu, kuna watu wanafanya shughuli fulani, sielewi wanafanya shughuli gani, lakini moyoni mwangu nikawaza, au watu, mbona kama ni washirikina? Watu wao mbona kama ni wachawi? Roho yangu inanifadhaika, unajua mambo ya ndoto, nafadhaika. Ghafla nikaanza kupata mashaka, nasema hapana, hapa lazima tuondoke. Namwambia mke wangu, lazima tuondoke. Pana tisha ikichumba fulani, kila mtu asielewe niko wapi. Baadaye nikasema, hapana, hapa lazima hapa kuna uchawi ama ni wapi hapa. Watu wamevaa nguo nguo tu ambazo hazieleweki vizuri. Ghafla kugeuza shingo, naona kuna mama moja anaingia na ule mlango alimfunga. Nataka kutoka siwezi, natokaje? Lakini nikamuuliza mtu mmoja, bwana samani, nataka kutoka hapa vipi? Akasema mlango kutokea hapa amna. Ah, mimi nikaachana naye nikawa nafadhaika, basi ni baadaye nikalizika, ngoja nisubiri nione kinachoendelea. Kuna chumba fulani cha siri kikafunguka mbele, wote tukaingia kile chumba. Ndugu yangu naye nisikia, hebu nisikilize kwa makini. Nilipoingia kile chumba, huwezi amini, nilikuta mkutano wa matajiri, wako wengi, maelfu kwa ma maelfu, mamilioni kwa mamilioni, bonge la tempo kubwa, viti vya thamani Halafu wote wamesimama, hajakaa hata mmoja, wamekula black suit nyeusi nyeusi kabisa, suti kabisa nyeusi, wako hivi matajiri, kuangalia, wengine nawajua na wengine siwafahamu. Nikasema mama yangu, hapa mbona kama ni filimasoni nimeingia? Kuna vitu navyona mle ndani, nembonembo za kifilimasoni kabisa. Nikawa natembea naangalia, nageuza shingo kushoto kulia wapi ndatoka, milango imefungwa na sielewo natokea wapi, na kuna walinzi kwenye milango wamekaa namna hii, hawaongei hawacheki, wako serial. Ila nikageuza shingo mbele kidogo, nikamkuta tajiri mmoja, eh, tajiri yupo analia machozi. Halafu nikamsikiliza kwa makini, Mungu ananionyesha hapo. Sikujua kama ni Mungu, lakini mbele nilifahamu ni Mungu. Nikakuta tajiri analia machozi, anasema tafadhali anamwambia tajiri mwenzi mtu mmoja yuko pale, naye amevaa suti nyeusi, anaambia tafadhali mkuu wangu, mimi naomba mnitoe katika hichi chama. Ndio nikagundua hapo ni Freemason. E, e, ndugu yangu naomba mnitoe hichi chama, naomba nimechoka mimi nimechoka. Alafu tajiri aliweka mikono mfukoni akamdhihaki tu, alicheka alimwambia, sikiliza. Alicheka kwa dharau, ndugu yangu, sikiliza kuingia ni rahisi, ila kutoka, sahau wewe. Kula fedha tu, kula laha tu, basi ndio tulichopewa sisi. Akamwambia neno moja, ulishauza nafsi yako mwenyewe, kwa hiyo lizika naicho, yozekani, wezi, enderevo, toya, na hicho kutoka haiwezekani. Uwezi endelea hivyo nitoe, akasema inashindia, haiwezekani. Mimi mwenyewe natamani kutoka, lakini siwezi. Imefika mahala nimeona bora nilizike na hii hali niliyonayo. Kwa hiyo wewe, kutoka sahau. Tajiri akamwacha huyo mtu akabaki analia. Ghafla ndipo ule mkutano nikaona umekaa kimya, nageuza kushoto, akaingia Queen Mother amevaa nguo jeusi. Alafu ile anaingia, nikakuta mtu mmoja anakuja enaz, anakuja nadhani kwangu, akanipa kimaski, kile kimaski ambazo wanazivaga zile, zile zina macho fulani. Akaniambia, ndugu yangu, shika vaa. ah, nivae nini? Naangalia wenzangu, naona wote sasa wanavaa yale manguo yao wanavaa vile vyombe vim maski wote wakaficha sura zao. Akaniambia, nikamwambia mimi siwezi kuvaa hicho bwana, mimi sikitaki. Akaniambia, sikiliza, watu wote wanaotuona wana, tupo kwenye hii hii hii tempo, hakuna hata mtu anayejua wa sura mwenzake na na, ukiona umemfahamu basi ni yule ambao una ukaribu naye sana wenzio. Hapo kuna watu wengine wanaingia mbali mbali, matajiri wengi wanakuja hapa ambao unawajua na wengine hutawafahamu, kwa hiyo huwa hatupendi kutambuana kwa hiyo ndio maana tunapeana hizi mask ili kila mtu asimtambue mwenzake. Kama utawajua ni wachache sana, ndio utaratibu wa hapa. Kwa hiyo na wewe kama utakataa kuvaa hiki, basi utajulikana wewe. Nikaambia mimi msivai. Nilibaki hivi vinaangalia tu kushoto kulia, kushoto kulia, watu wamevaa zile mask, hofu imenitanda. Mama yule kunimaza, kaingia kwenye ile kile kizimba, kanyanyua mikono yake akafanya ishara zake. Alipokuwa anaendelea kuhutubia, mimi akili yangu siwazi anachokiongea, nawaza natokaje. Nilifadhaika, nataka kutoka, mlangoni alisukuma, niliangaika ndani, ndugu yangu, kushituka nimelala usingizi, nimechoka kwenye, kumbe ni ndoto. Nikasema haya mambo, maana yake ni ni kweli. Huwa tunasikia kwenye, kwenye watu wanavyosimulia kwenye mitandao ya kijamii. Mimi mitandao ya kijamii, asilimia kubwa huwa siiamini sana, kwa sababu shetani, kwa sababu watu wanasimulia wengine tu kwa kutengeneza, ili wapate viewers wengi wengine, ili wajulikane mitandaoni. Lakini hichi kitu Mungu alikonionyesha, kwa sababu vingi wanaviona, mimi familia yangu tambua, wao inaabudu mizimu tu. Naweza nikakusimulia mambo ya mizimu hiyo, nafahamu kwamba kwenye mizimu kweli, nafahamu watu tunabeba hiki, tunaenda tunatoa na unga, tunatamka maneno haya, huyo anafahamu kwa waganga wa okay, kienyeji, naelewa. Lakini kuhusu mambo ya Freemason sijawahi ingia na sijui hicho, Mungu ndio alichonionyesha. Nataka nikwambie ndugu yangu, kuingia wewe well, kama ulikuwa na mpango wa kujiunga na ushetani, sijui kwa nini Mungu amenipa nikwambie, kama ulikuwa na mpango wa kujiunga na ushetani. Kuingia kwenye Freemason ni rahisi, kwa sababu masharti ya kwao ni masharti, kama unapoingia ni kama ni rahisi sana, wanakupatia kwa sababu ukijiunga, hichi ni chama huru, njoo. Utaambiwa toa mwanao, utafikiri umemaliza kwamba ukitoa tu mwanao biashara imeisha. Kama hauna mtoto utaambiwa toa, pengine mama yako, hauna mama pengine baba yako hauna baba, basi hapo ndio utafanyizwa kafara ya kuambiwa, sasa kila mwaka mwezi wa kumi na mbili au mwezi wa sita uwe unasababisha ajali, unakuwa ni muwindaji wa roho za watu. Utapewa masheti magumu kwa sababu hujatoa cha kwako. Utaambiwa toaga watu mia moja tu, hesabu ya kuzimu mia hao, lazima kufanikiwa. Kwa hiyo ikifika ule mwezi ukitoa kafara au watu ukisababisha ajali, njia pande wanavunjaga watu nazi kwa kuomba maajali, wanaomba maajali yatokee, wao wanapata faida. Yuko tayari anunue basi basi kubwa, ili watu wafe, ya ingize faida. Nina ushuhuda wa rafiki yangu mmoja, ni Freemason yeye, kidogo alishajitoa huko, ambaye nafanya naye kazi. Huyo ndugu yangu aliniambia mimi, kitengo changu, tulikuwa kazi yetu ni kwenda hospitali, wagonjwa ambao wanaumwa tulikuwa tunawamalizia eh, halafu tunabadilisha nafasi yao, linakaa chini alafu wale wagonjwa tunawabeba kichawi, kwa maneno ya kichawi tunaondoka nao. Alikuwa ni Freemason na mpaka saizi anaponiambia hapa bado anawindwa, anawindwa kuliko anavyofikiri, na, na yule aliyomsajili anasema alishafariki kwenye nguvu za giza. Nataka nikwambie kuingia Freemason ni kama masheti rahisi Watakwambia ingia tu, hamna shida, utaingia, wanakuwezesha kila kitu, utasaini na mikataba watakupa na fedha. Wewe utafikiri fedha ni za bure, utakubaliana, umeshaanza kula fedha. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, watakuita njoo bwana, ndio unaanza kuona haa. Kumbe umeshakula na vya kwao, utapewa masheti magumu, utasaini mkataba kujiunga na Shetani, na Biblia inasema kwamba hakuna agano linaloweza likafanyika pasipo damu. Hata agano la kale Musa alilifanya kwa damu za wanyama. Damu ya wanyama ndiyo agano lenyewe kwenye madhabahu, kuipatia nguvu ya Shetani. Unapotoa damu, umelipa nguvu wa agano. Ndio maana watu wanaojiunga na wachawi na, na Mafrimasoni, Yesu ndio maana alisema kitu kimoja. Ah, nakumbuka Yesu wakati amechukuliwa na shetani wakati anajaribiwa jangwani, shetani alimwambia hivi, ukianguka na kunisujudia, nitakupa fahari yote hii, iko mkononi mwangu, kwa sababu mimi nampa mtu yeyote kama nitakavyo. Yesu alimwambia shetani, nenda nyuma yangu, kwa sababu imeandikwa, kumsujudia ni Mungu tu. Na ni kweli wakusujudiwa ni Mungu na shetani na yeye huwa anajifanya Mungu, anataka kusujudiwa duniani, na ndio maana ameinua watu kuwapa fedha nyingi sana, mikataba ya agano kwamba ukifanya kazi na mimi, mimi nitakuwezesha fedha. Na watu wamechoka maisha, wanaona bora wajiunge na shetani. Hawana ndugu, wengine wanatoa kafara, watu wengine wanakuwa ni wawindaji, wanakuwa ni kama wanyama. Na ndio maana mama, unapojiunga unapewa kiapo cha kunywa damu kwamba wewe utakuwa ni mtu wa damu Kafara hiyo utakuwa unatoa na ni masharti mengi sana, ni mengi mengi mengi. Nitakapofundisha somo na ufuata nguvu ya adhana, ndio utakavyoelewa. Nataka nikwambie kama ulikuwa na mpango kujiunga na shetani, shetani ukijiunga naye, ukijiunga Freemason, kuingia ni rahisi, kutoka sahau. Wengi sana wanatamani kutoka. Usije ukaona matajiri unaowaona wewe, au ukakutana na watu wanajifanya wana, wana, wana fedha nyingi, wanacheka mchana, wanafurahi, wengine wanajitambulisha mitandaoni chiunge na jicho la tatu. Wengine ni mataperi, wengine ni wa ukweli, na shetani yupo kwenye kampeni, kwa sababu tunafahamu, japo sio ishu sana kikubwa. Usije ukaona tajiri ya anatembea na anatembea suit ana gari la galama, wewe ukafurahia, ukajua ujamaa jamaa na hela nyingi. Nataka nikwambie, hela ya uchawi raha awa, usiku hawana raha, wanaishia kuwa watumwa wa shetani. Usiku mchana wanacheka, wanawezakuambia mi nainjoi maisha <coughs> naenjoyi maisha na furahia usiku, wanalia, hawana laha, matetemeko, wanawaza tunalala wapi, wanalala wewe. Kulala kwenye jeneza ndugu yangu sio kazi ndogo, kulala makaburini sio kazi ndogo, kukaa usiku wanafanya ibada za kishetani sio kazi ndogo, wanahofu. Ukikosea masharti umeharibu maisha yako, masharti yanayofuata ya ni magumu na kuzimu. Ukishakosea inakutoa wewe mwenyewe sasa, inakuchukua unakuwa mtumwa kule kuzimu na ukishindwa kutimiza masharti ya kutoa kafara au sadaka, unaweza ukatoa mwanao leo, ukafikiri umemaliza, utakuta mwaka unaofuata sadaka, biashara haiendi, uchumi umekataa, hela zimegoma, unawafuata tena wakuu, nimekuja. Watakwambia, ndugu yangu, unachelewa sana. Hii ni temple of Satan, ni nyumba ya mashetani hii. Kinachotakiwa baba yetu, lazima umfurahishe baba Lusifa. Wee utasema nifanye nini? Wakuu wangu, toa kafara mtoto amebakia mmoja tu, toa huyo huyo, na mwingine aliyobakia utoa mmoja, toa na mwingine. Ndio tunavyoishi hivyo, ni agano hili shetani, na usifikiri mchezo na wenyewe. Na makuhani wa kuzimu, na wao wanaongea na shetani moja kwa moja. Sio wote wanaomuona shetani, yupo mtu special anayeongoza ibada za kishetani. Ukiona wanaonesha ishara yao, hizo ni ishara za shetani, na Yesu ana ishara zake. Hizo ishara zangu, tafadhali naoniamini, ishara za Yesu Kristo ni utakatifu, ni matendo mema na kukaa katika imani ya Yesu ishara za shetani wengine. Ndio maana wacheza mpira, ukikuta ameshinda mpira, kama amejiunga na shetani ili, ampu, ili mpira wake aweze kuendelea kumtukuza shetani. Ukishinda goli moja, unaambiwa onyesha jicho moja hivi. Mwingine akishinda, naambiwa fanya hivi fanya hivi. Mwingine akishinda, utaona nainua tu mkono moja hivi au hapa. Kwa hiyo kila mtu ana masharti yake. Mwingine akishinda, utaona kidogo mara. Ni mashe. Hizo ni ishara za shetani, na ishara za shetani zinajulikana. Ndio maana kitabu cha waraka wa Yohana kinasema wana wa Mungu ni dhahiri na wana wa ibilisi ni dhahiri, yaani wa Mungu wanajulikana na wa shetani wanajulikana, kwa sababu shetani kiapo chake ni damu, na Mungu kiapo chake alitoa damu ya Yesu Kristo msalabani kwa kutukomboa kwenye maadhano ya shetani. Usije ukafikiri ukienda kwa shetani utatoa baada au kuku no, utatoa mwanao. Hawana raha hao jamaa, sio wazuri Shetani anawinda roho ya mwanadamu, hawindi kuku wala hawindi mbuzi wala hawindi kafara ya jogoo. Hizo waachie waganga wa kienyeji huko, hao ni watumishi wadogo wadogo sana, wache wawashughulikie wadogo wadogo. Wafanya biashara, nyinyi satanisti, chama cha mashetani, chama kikubwa kinahitaji kafara, roho za watu roho za watu. Narudia tena, chama cha shetani ni chama kikubwa, kinachowinda ni roho za watu. Kumbuka wakati Yesu anazaliwa, Herode alichukia, aliona hii nyota hii itanisumbua binadamu, akaamuru watoto wadogo wote wafe. Kwa sababu ya nini? Hataki kutawaliwa Herode na shetani na yeye kwa sababu anapenda utawala. Tangu mbinguni alifukuzwa na Mungu, kwamba anatamani kutawala. Kwa hiyo ameanzisha utawala wake hapa duniani. Ndio maana yeye anajua moyo wa mwanadamu huko kwenye fedha. Ndio maana Yesu akasema kwenye Matayo, msiwekeze hazina mbinguni, bali wekezeni, msiwekeze hazina duniani, bali wekezeni wapi? Mbinguni, kwa sababu hazina zenu zilipo ndipo na mioyo itakuwepo, kwa sababu moyo wa mwanadamu huko kwenye fedha ndio maana usione leo tunahubiri mitandaoni, watu wengi wanajua tunataka fedha. Akili yake inamtuma ni hela tu, na shetani ametubana kwenye hela ili tumtumikie. Mwaka fulani nakumbuka kulikuwa kuna barua moja iliyokotwa mji wa Voi, Kenya. Voi, watu waliokotwa, walikamatwa e, wapo polini, wanafunga ibada, wanaomba ibada, ili kwamba wana barua zao, ili kwamba eti mvua zisinyeshe, utokee ukame, umaskini uingie, watu wote wakaombe mikopo kwao hivyo ni vyama vya mashetani. Na yuko mtu mmoja nakumbuka, kwenye kanisa ambalo nasali mimi, yule jamaa alikuwa ni Freemason e, alibananishwa tu kwenye ibada pale, siri zake, mwisho wa siku alisema kuna vitu fulani walivichoma pale, ila alisema kwamba yeye kama yeye eh, anatakiwa amtowe mwanaye na nguvu ipo kwa mke wake, kwa hiyo natakiwa kukubaliana na mke wake ili wamtowe mwanaye. Halafu yule daktari kwa bahati mbaya ni daktari kabisa, kitengo cha upasuaji Nikawaza, nikasema, hata hospitali tunavyoenda saa hizi kama hauombi madaktari wengine ni mafilimason, ile damu inapoanguka, wenzi wanawinda. Ndio maana vitoto vinavyozaliwa vichanga, huwa wanawinda, makondo ya uzazi wanawinda, wanawinda baadhi ya viungo. Mbaya zaidi unaweza kaibiwa hata mtoto akakukia mtoto wa kichawi, ukaona ni mtoto, mtoto wako amefariki, kumbe wamemchukua kafara, ndo wanazipenda sana hizo. Nataka nikwambie ndugu yangu, kaa na Yesu vizuri, achana na mambo ya kishetani. Watu wanasema njoo jiunge na jicho la tatu, wanafurahia hela. Ni kweli, shetani amewatisha mzigo, hiyo ni mzigo. Yesu anasema vaeni ni la yangu, jifunzeni kwangu, ni la yangu ni laini, kwa shetani kuzito. Bora ukae na Yesu, utembee na Yesu, uhubiri habari za Yesu, umsifu Yesu, kaa naye maeneo yote yale, yaani. Mungu wetu ni mzuri kuliko unavyofikiri, alafu haku hakuna amri ngumu. Tunavaa suti, tunatembea vizuri, tunasema haleluya barabarani. Hela tunazopata kama ni za shida, lakini tunakula kwa raha. Lakini hao jamaa wa vyama vya kishetani wakifika pale, ni ibada tu, mwanzo mwisho, usiku tabu. Jeneza lile pale ninamwita, unalala kwenye jeneza, ni ishara kwamba wewe ni, ma, ni maiti inayetembea au ni maskeletoli. Mungu akitufunulia macho tungeona. Unajua ni kwa nini Wamekuza nafsi zao, wana majeneza kwa mkuzimu, wanajulikana wamefariki duniani, wanaonekana wanaishi. Ndio maana huwa wanatolewa ufahamu, wanapewa moyo wa unyama, hauna huruma. Ndio mashariki yao, wanakwambia usiwe na huruma. Hawana huruma kwa sababu simba mbugani hana huruma. Wanapewa roho ya unyama ya baba yao shetani, kwa sababu yeye ni muuaji, ni chinjacinja. Shetani we jiunge na ushetani, jiunge na, kuingia ni rahisi kutoka sahau. Utatoa mtoto wako wa kwanza, utatoa wa pili, mpaka utamaliza, baadaye utajitoa na wewe mwenyewe. Sasa alafu shetani atakuweka kuzimu na hautapotea utakaana huko huko milele na milele kuzimu, mpaka wakati wa bwana uliokusudiwa. Nataka nikuambie kaa na Yesu vizuri, na Mungu akubariki. Somo hili nimekuwekea hapo, lakini ni somo ambalo linasema na mtu, naamini kama umejiunga, walikuambia hutaweza kutoka ni kweli kuingia ni rahisi, kutoka sahau, kwa sababu nafsi umeuza nafsi. Yesu anasema itakufaidia nini upate ulimwengu wote, upate asara ya nafsi yako? Hiyo ni asara. Umejiunga, lakini liko tumaini. Aa, ni kwamba unapoamua kusema naokoka, maanisha kuokoka. Lakini unaweza ukaokoka na ukafa kuzimu, imekukosa kama kiapo chao mlivyokubaliana. Mungu aingiliaje maamuzi kama? Ulijiunga, umeamua kuokoka, umepata neema Ukichomolewa unaweza ukaokoka uka ni kweli, ukafa halafu mbinguni ukaingia, au ukaokoka na Mungu kwa sababu bado anakuhitaji, pengine akikuhitaji ukawasimulie wengine mazala ya ya kuzimu. Unaweza ukakutana na vita tu na ukakaa kweli kwenye wokovu, na baada ya hapo watakufuatilia, watakukosa kwa sababu moto unakufa kwa kukosa kuni. Ukikaa na Mungu vizuri, shika imani kwa Mungu, yote yanawezekana. Usiogope viapo vya damu ulivyokula Usiogope, yuko Mungu. Ni heri utoke kuzimu, njoo kwa Yesu Kristo, na Yesu anasema mwana akikuweka huru umekuwa huru kweli kweli. Sisi tupo huru, tunakula chipsi kuku, tunafurahi, tunakaa na Yesu, tunamhubiri Yesu hapo janalazimisha, kuhubiri nimehubiri kwa uhuru kabisa hapo janalazimisha, natumia bando zangu, natumia hela zangu, lakini Mungu anakupenda na Mungu anakujali sana. Mungu akubariki sana wewe amba unafuatilia mahubiri haya hapo paulipo. Kama utahitaji msaada namba zangu za simu nimekuwekea hapo, nipigie bure kabisa, nami nitakupa msaada. Usiogope kufa, weli wafu wafao katika Bwana, lakini ukifa katika shetani utaenda kuzimu mpaka wakati wa Bwana atakapokuja kwa hukumu walio hai na wafu. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue, amen.